Yes, bana msanii wa Bongo Flava Mbosso, kani moja kati msani ya msanii ambaye amekuwa na ushawishi mkubwa sana baada chia, ya kuachia EP yake Room Number 3 na watu kuipokea vizuri, tunafahamu tua mbalimbali akiwa anaenda kwa ajili ya kupiga show kwenye ngoma ambazo zinapatikana kwenye EP yake na miongoni mwa ngoma ambayo imekuwa na kivutio sana kwa mashabiki lakini pia imekuwa na mapenzi na watu kuikubali kina Manoma ni ngoma ya Pawa. So, Pawa imekuwa ni moja kati ya ngoma ambayo watu wa na, wengi wanaikubali wa Instagram amefichua ujio wa remix tatu ambazo zinatokea kwenye ngoma ya Power. So hizo remix zimecontain mataifa matatu ambao ni Kenya na Rwanda na hapa hapa Tanzania. Kuna wakali ambao amewaona akiwaweka kwenye hizo remix. Kwenye hii ngoma ya Power inaweza ikawa bonge moja la ngoma na ikaja na muonekano mpya pia na watu wakaendelea kuisikiliza mara kwa mara amekuja. So, Kenya akamchukua BN pamoja na Khaligraph Jones ameweka kwenye remix ya Power, lakini pia e Bongo hapa amemchukua jina Korawara Bil Nasi pamoja na Darasa so, tutegemee pia kuona remix ya ya kali ya hip hop kwenye midundo ya Pawa. Lakini pia Rwanda amemchukua msanii ambaye anaitwa The Ben. So The Ben tunafahamu ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye ukanda kule wa Rwanda, so watu wanaisubiria sana hizi remix tatu ambazo atakuja kuziachia Mboso kani kwenye beat ya Pawa, lakini pia hata Mboso akiwemo umo ndani Si, ni remix gani ambayo inaweza ikawa kali kuliko zote hapa kwa namna ambavyo unaona uh, featuring ambazo zimetokea hapo kuanzia Kenya na kuanzia Tanzania mpaka, bia mpaka Rwanda angusha maoni yako hapa kwenye Bongo Plus TV mimi naitwa Rizki Bwana Libia Kitengo